Sema ni mapigo mawili kwa wakati mmoja. Tumempoteza mama hivi karibuni lakini pia leo tunampoteza eh, msanii kwenye gemu ya sanaa. Labda haya yote kwa pamoja, tunatanguliza pole kwako, lakini pia Mwenyezi Mungu aendelee kukupa nguvu, na hivi ambavyo unajitokeza mara kwa mara kuwatia moyo watu wengine ni roho ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, ongera kwa hilo kwanza, lakini pia tunaomba utuelezee vile ambavyo ulikuwa ukifahamiana naye hawa kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Mungu ndo mja wa yote na Mungu ndo anaamua muda gani wa kuishi hapa duniani. Kwa hiyo ni baraka kwetu, alitupa binti yetu na Mwenyezi Mungu kamchukua binti yetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na reo kama Ijumaa karimu basi tunasema mwenyezi wa Ta'ala, kwa alipo yeye ndo amsamehe zambi zake, lakini kikubwa zaidi ni fundisho nifundisho kwa vijana nifundisho kina mama kwa wazee, kwamba maisha yana mwisho, hakuna mtu atakaishi hapa duniani mpaka milele. Uwe na fedha utakufa, uwe maskini utakufa, uwe na cheo utakufa, kwenye kila sekta utakufa. Kwa hiyo leo tunamshuhudia binti mdogo ambaye wazazi wake walikuwa na ndoto ya mtoto wao kuwasaidia. Mama alikuwa na ndoto, baba alikuwa na ndoto, na sisi marafiki tulikuwa tuna ndoto ya kuishi naye hapa, ya kufanya naye kazi, lakini ndoto ile leo nao mshumaa ule umezimika ghafla. Na kiukweli amepambania maisha yake. Moja kati ya wasichana ambao wanabaki kuandikwa katika vitabu vya kumbukumbu kumbu na kalamu wenye wino wa dhahabu ni Karim. Amepambania maisha yake. Mimi binafsi pamoja na taasisi yetu ya Mama Ongea na Mwanao tuliweza kushirikiana naye akiwa CCBRT. Na nichukue nafasi hii siku ambayo yuko CCBRT nilipoenda kumuona. Alinambia neno moja tu sitoboi. Tukamwambia utatoboa, tukafanya tunaloweza. Ujumbe ukamfikia Mheshimiwa Raisi Daktari Samia Suluhu Hassan akasema, basi Steve, tunabeba jukumu la hapa CCBRT kumtibia Carina. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alibeba jukumu la kumtibia Carina pale CCBRT, mpaka pale majibu ya madaktari walipokuja kutupa majibu sahihi kwamba Carina anahitaji kwenda kutibiwa nje ya nje ya nchi. Tukasema basi sawa. Alikaa pale muda mrefu, na bahati nzuri walikuwa nawasiliana na mama na mimi mwenyewe nilikuwepo pale kila jioni, tukiwa na kijana mmoja aitwa Chris, tunafika pale tunakutana na dada zake, lakini kiukweli kabisa tulisema kwamba jukumu la bili hapa nini, kila kitu Mheshimiwa Rais alikuwa amekava. Kwa hiyo kwetu sisi ikawa nini, faraja kwamba tunapopiga mayoe na viongozi wetu wanatusikiliza kwa maslahi ya wenzetu. Tumshukuru kwa hilo, na hata juzi, masikini ya Mungu, kama wiki tatu nyuma, alienda kuonwa pale India, na baadhi ya wadau walienda kumwona, akawa ipo kwenye hali nzuri kabisa, anaendelea vizuri na bahati nzuri wale wadau wakatusaidia kwa kiasi chake, akiwa pale India. Nilipenda sana na yule mdau, hata tulipomwambia Karina kafariki, akulitegemea hilo. Kaniambia Bwana Steve, nimeonana na mdogo wako hapa huyu hapa na mimi nilifurahi sana, nikamuona pale, just hi hi, pigwa video call pale, nilifurahi na nikamuona hadi daktari anayetibia Bahati mbaya nikiwa Dodoma natumiwa message kwamba mgonjwa amefariki. Kiukweli kibinadamu alikuwa ameshanipa matumaini kwa sababu cha kwanza alikuwa ameshatoka kwenye operation, lakini cha pili kila jambo lina nguvu za Mungu. Nilivyoona anaongea na yule daktari wake, nikasema Mungu ametenda, kwa kuwa tulikuwa tunamhitaji arudi kwenye kazi yake angeuguza kidonda chake, lakini angerudi kwenye kazi yake. Sasa anarudi akiwa amelala, amefumba macho, hatutaonana naye tena. Sisi kazi yetu ni kumtanguliza Mungu mbele, kumuombea kwa Mungu. Tulijitahidi kadri ya uwezo wake, lakini Mwenyezi Mungu anapanda mbegu ambayo muda wote anaweza kuvuna, wowote anaweza kuvuna. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa, kwa wasanii, poleni wasanii wote wa nchi, wadau wadau waliomsaidia Karina kwa namna moja ama nyingine, walioguswa, waliotoa riziki zao, walioingia mifukoni, na madaktari nao, nawapa pole, kwa maana walichokuwa wamewekeza, Mwenyezi Mungu kavuna mbegu yake, lakini wape pole. Mheshimiwa Rais vile vilevile alitukimbilia kipindi Carina yuko CCBRT kwa kutoa mchango wake mkubwa mno. Najua naye anaumia, lakini amna jinsi, tunampa pole na sisi vilele wake tushamwakilisha hapa. Wewe naye tunampa pole sana. Cha muhimu hapa ni kumpokea Karim. Na kesho tukamstiri katika nyumba yake ya milele. Na kikubwa zaidi kwake kwa tukitaka kumfanya kitu kikubwa ni ibada. Tumuombe ibada ili Mwenyezi Mungu ampokee na amsamee dhambi zake. Bila ibada hapa tutakuwa tunacheza tu. Kwa hiyo mnavona wakina mama wana swali huko, na sisi wengine kwa madhehebu yetu mbalimbali tumuombe. Maana ibada ndio wokovu. Tunafundishwa hivyo. Kama ingekuwa pesa ndio wokovu, basi leo tungekuwa na wibinti hapa. Lakini pesa sio kila kitu. Ibada tunaambiwa, tunakumbushwa tusali na tumtangulize Mungu. Kwa hiyo mimi ni hayo tu machache, na niombe wasanii wengine, sio ifike mtu anaumwa, amekufa, amekufa, ndio ndio tujitokeze. Kuna tabia ile, mtu amekufa ndio unaanza kuposti nilikuwa naye, amefanya kazi kwa mkufu. Ah ah. Ifike wakati mtu akiwa anaumwa Ingieni mifukoni, changianeni, tuokoe maisha yake. Tukimbiliane wakati wa maradhi, tusikimbiliane wakati wa sherehe. Kwa mimi naendelea sana kazi yangu ni kuasi kwamba ifike muda tukubaliane, kwamba tunapofanya kazi pamoja, sekta moja, sisi ni ni ndugu. Haimaanishi wewe wewe uko uko Bongo Bongo Flavor, Bongo Movie huko. Na kuzika ni ibada. Panapotokea wasanii wenzetu wamefariki, basi tuzikane, tuonyeshe ule upendo wa kuzikana. Inawezekana umjui lakini ana jina linaitwa msanii mwenzako. Tuzikane. Labda uwe una, una emergency ya kusafiri. Haupo Dar es Salaam lakini kama upo umesikia mwenzako asingeli kafiwa nenda. Juzi tulikuwa tuna tulikuwa tuna msiba mama yake meja Kunta. Niliona wacheza wengi safi. Mimi nilikuwa tu safari lakini ningehudhuria. Ningehudhuria kabisa. Niliona wacheza mpira, tu mpira wengi lakini sikuona bongo muvi sana. Pala Bongo Fleva sana. Kwa hiyo mi naendelea kuwasihi kifo, akina mwenyewe jiulize, we uendi, umekaa tu ndani unasoma tu Twitter au Instagram, lakini siku yakikukuta una nani? Kwa hiyo mimi naendelea kuwasihi kwamba wajitokeze kuzika. Kuzika ni ibada, kuzika sio maarufu, duniani kote kuzika ni ibada, sio maarufu. Atusemi hivyo kwa sababu tunataka, kuna jambo tunalitaka. Hapana. Tunasema hivyo kwa sababu ni wajibu wetu kukumbushana. Kwenye vitu vya msingi lazima tukumbushane. Kama tunakumbushana kufika baa mapema kuanza kunywa. Basi tukumbushane na ku, na ku, na, ku, na, ku, na, kupokea wenzetu, miili ya wenzetu kwa sababu tulikuwa nao katika maisha yetu ya sanaa na wametuacha na hatutawaona tena. Tena maisha ni mwao, hatutaonana nao tena. Kwa hiyo ni muda mchache tu wa kukaa ikasomwa dua. Baada ya hapo mkaenda Kisutu, mkamstiri, ukaingia kwenye gari lako la kifahari ukaondoka. Kwa hiyo ni wasii sana ndugu zangu, wasanii wenzangu na Watanzania, kwa umoja niwape pole, niwape pole, na nimshukuru sana sana sana wadau, nasisitiza, waliotukimbilia. Tunao wasanii wana fedha, lakini wanaposikia mwenzao anaumwa hata kutoa chochote wanakuambia sio saiko yangu ile. Hapana, sisi wote ni saiko moja, ni saiko ya mwenyezi Mungu. Steve, watu wengi wanakupongeza na wengine labda wasemi kwa pongezi zake kwa maana ya kushiriki kwa moja kwa moja kwenye jamii, kwenye masuala ya misiba, iwe sherehe, unakuwa upo karibu na jamii yako. Na sahizi tunaona baadhi ya wasanii kutoka eh, kwenye kundi la mama ongea na mwanao, jinsi ambavyo wanashiriki na wanapofika kwenye misiba, wanakwenda moja kwa moja mpaka kusaidia kazi ndogondogo. Kuna namna ambavyo mkikaa kwenye vikao vyenu unawaweka sawasawa hawa wasanii, ili wajue kwamba kuna maisha ya kuishi duniani na kuna maisha ya kuondoka. Wakumbushe wasanii wenzako hofu ya Mwenyezi Mungu, usiwakumbushe wazani wako kula na bata, wakumbuke hofu ya Mwenyezi Mungu, wakumbushe wajibu wao, wajenge, kwa sababu nyumba inaishi. Ukifa hapa leo, tutasema nyumba mzee Juma Hamisi huyu marehemu, lakini gari haiishi, gari ina maamuzi, gari kwa hiyo lazima tukumbushane wajibu wetu wa kujenga nyumba kwa ajili ya maisha yetu na watoto wetu wa baadaye. Lazima tukumbushane wajibu na mimi, wasanii wangu nawaambia tu, hofu ya Mungu kipaumbele namba moja, hofu ya Mungu kipaumbele namba mbili, hofu ya Mungu na kipaumbele namba tatu hofu ya Mungu. Kwa hiyo mimi ni, ni, ni, ni wasi tena kwamba Carina kaondoka, lakini Carina kaondoka na maisha yake. Kaondoka na, na, na, na mimi naamini kabisa kwa mateso aliyopitia binti huyu naamini sio nabii sio mchungaji sio shehe, lakini naamini, kwa sababu kila mmoja anaamini kwa aliyoyapitia binti huyu, basi naamini Mwenyezi Mungu atakuwa amempokea tena karini karara sehemu takatifu mno. sehemu nzuri mno ambayo wengine hapa kuja kuipata hiyo pepo aliyolala huyu binti ni ngumu, kwa sababu aliipigania, alikubali hali. Kukubali hali si mchezo. Ukikubali hali ya kuumwa afu kwa binti mdogo ni changamoto. Sizani kama aliwahi kumuita mganga hospitali lakini aliwahi kumkimbilia Mwenyezi Mungu hospitali. Aliwahi kukimbilia ndio maana akaenda kwenye kafia India sehemu ambayo tuliamini kuna tiba. Lakini hapo ungesikia yupo kwa kisalawe kwa mganga, tunge, tunge, tunge kwa mganga tungetungwe kapi sura yetu. Kwa hiyo mimi naamini aliamini kwa Mwenyezi Mungu na aliamini madaktari wenye ujuzi. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema na ninalisisitiza sana. Mwisho wetu unakuja. Umejiandaa vipi? tena uko mbali sana, upo karibu sana. Mwisho wetu binadamu, sasa hivi hafi tena na ile miaka 60 sijui 70. Sasa hivi kumi na tisa, ishirini. Kwa hiyo mimi kwangu, tumshukuru mwenyezi mwenyezi Mungu. Umalizie kwa neno moja, leo ndio siku ngumu kabisa, kwa sababu tulikuwa tukisikia tu Kalim ameenda India, akaenda kutibiwa na amefariki huko, lakini leo ndio siku ambayo mwili wake utapokelewa hapa. Neno lako ni lipi, Steve Nyerere? Na kati anaondoka hapa alikuwa na macho. Alikuwa na kidonda, maradhi, lakini alikuwa na macho, alikuwa anaongea. Na kati anarudi hapa ipo kwenye sanduku. Na bado umri wake hata 35 hajafikisha. Wewe umekaa hapa una miaka 40, umemtendea neema ipi Mwenyezi Mungu? Una sekunde tunaweza kukaa kwenye sanduku. Jirekebishe. Asante sana. Ebana ni Steve Nyerere kaka na ni mmoja kati ya watu ambao anagusa jamii kwa namna moja au nyingine. Watu wanawezekana wasimseme sana kwa mazuri, lakini kuna baadaye tutakuja kukumbuka kwamba Steve Nyerere ni mmoja kati ya vijana ambao ameweza kutunyosha vijana wengi na tukafahamu na kukimbilia watu kwenye shida kwa wakati. Mimi naitwa Gabi.